Bunge katika kuhakikisha kuwa bunge la kumi na moja linaendana na falsafa ya serikali ya awamu ya tano ya hapa kazi tu, ofisi ya bunge kwa kushirikiana na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali zitafanya mafunzo ya kujenga uwezo kwa bunge juu ya matumizi bora zaidi ya fedha za serikali kwa taasisi zake na mashirika ya umma ili kuongeza ustawi wa wananchi. Tupate taarifa zaidi. Spika wa bunge Mheshimiwa Job Ndugai amekutana na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali kutafakari hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Hotuba ya uzinduzi wa bunge ambayo ilisisitiza uwajibikaji, weledi na utawala bora na ujenzi wa uchumi imara na maendeleo endelevu ya rasilimali za nchi kwa maendeleo ya watu. Uh, matumizi bora zaidi ya fedha za serikali kwa taasisi ya bunge, taasisi ya CAG yenyewe, lakini ndani ya serikali kwa jumla na mashirika yake. Tumezungumza namna ambavyo uunduaji e, wa kamati za fedha unaoweza kufanyika kwa ubora zaidi. Tumezungumza namna ambavyo inabidi CAG atengeneze mada maalum muhimu Musa bunge hili ni jipya, ili aweze kuja mbele ya wabunge wote katika utaratibu wa semina na kuweza kuwaseminisha e, kuhusu masuala yanayoendana na, na matumizi ya fedha za serikali katika kuhakikisha fedha za serikali zinakidhi malengo yake, ni budi kuwapo kwa taasisi ya ukaguzi wa hesabu unaolenga kuimarisha uwajibikaji na thamani ya fedha katika makusanyo na matumizi ya rasilimali za umma. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali profesa Musa Juma Assad anazungumzia sheria ya bajeti ya mwaka elfu mbili na kumi na nne na athari ya sheria hiyo ikiwa haitafanyiwa marekebisho katika kudhibiti na kusimamia rasilimali Jambo moja ambalo kwa kweli limejitokeza katika mwaka huu wa 2015 ni kupitishwa kwa budget act ya 2014, na jambo hili lilifanyika nafikiri Disemba 2014 ili, ingawa imeitwa budget act 2014 ili, ilipitishwa ili, ili, ili rais ya 2015 na kwa kweli, mswada ule una athari kubwa kwetu, unaondoa Financial Independence, ya national audit office kwa sababu bajeti yetu badala ya kupitishwa na PC sasa inapitishwa na budget committee ya bunge na si mpango mzuri kwa sababu katika nchi zote za jumuiya ya madola budget committee ambayo inashirika na budget, national audit office ni PC katika hatua nyingine aliyekuwa spika wa bunge la kumi Anne Makinda amemkabidhi ofisi kwa spika wa bunge la kumi na moja mheshimiwa John Dugai, na kuahidi kumpa ushirikiano. Hali kadhalika naibu spika wa bunge la kumi amemkabidhi ofisi naibu spika wa bunge la kumi na moja Dr Tulia Akson Mwansasu, na kisha akawaaga watumishi wa ofisi ya bunge na kuwashukuru kwa ushirikiano waliomwonyesha wakati wa uongozi wake wa bunge la kumi.